Litakase jina la Mola wako Mlezi, aliye juu kabisa, aliyeumba na akaweka sawa, na ambaye amekadiria na akaongoa, na aliyeotesha malisho, kisha akayafanya makavu meusi. Tutakusomesha wala hutasahau, ila akipenda Mwenyezi Mungu. Hakika yeye anayajua yaliyodhahiri na aliyofichikana. Na tutakusahilishia yawe mepesi. Basi kumbusha kama kukumbusha kunafaa, atakumbuka mwenye kuogopa, na atajitenga mbali nayo mpotovu, ambaye atauingia moto mkubwa, tena humo hatakufa wala hawi hai. Hakika amekwisha fanikiwa aliyejitakasa, na akakumbuka jina la Mola wake Mlezi na akaswali. Lakini nyinyi mna hiari maisha ya dunia, na ahera ni bora na yenye kudumu zaidi. Hakika haya yamo katika vitabu vya mwanzo, vitabu vya Ibrahimu na Musa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Suratul a'la imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kumtakasa huyo aliyeumba vitu vyote na akavifanya vyote sawa kwa kuvishughulikia na akakadiria kila kitu kwa kinavyosilihi, basi akakiongoza akifikilie, hivyo na akaotesha malisho ya wanyama na halafu akayafanya makavu yaliyoingia weusi. Kisha aya zikatoa habari kwamba Mwenyezi Mungu atamsomesha mtume wake Qur'ani naye ataihifadhi, wala hatosahau chochote katika hivyo ila apende Mwenyezi Mungu, na atamsahilishia kwa wepesi. Kisha sura inamwamrisha mtume akumbushe kwa Qur'ani, apate kukumbuka mwenye kuogopa, na ajitenge na ukumbusho huo mwovu atakayeingia kwenye moto mkubwa. Na aya zimetilia mkazo kwamba uokovu ni wa mwenye kujisafisha na akalikumbuka jina la mola wake mlezi na akaswali, na sura imehitimisha kwa kubaini kwamba Yaliyokuja humu yamethibiti katika vitabu vya zamani, vitabu vya Ibrahimu na Musa. Litakase jina la Mola wako mlezi lotukufu, na kila kitu kisichokuwa kinaelekeana nalo, aliyeumba kila kitu na akajaliye uumbaji wote sawasawa katika hukumu na kupangana, na akakadiriya kwa kila kitu kwa mujibu wa masilaha yake na akakiongoza na ambaye akatoa kwenye ardhi mimea namna mbalimbali ya kuwalisha wanyama, na akaifanya mimea hiyo baada ya kuwa kijani imestawi kakauka na imekuwa myeusi. Ewe Muhammadi, sisi tutakujalia uwe ni mwenye kuisoma Kurani kwa ufunuo kutoka kwetu, na wala hutosahau totokihifadhi isipokuwa anachotaka Mwenyezi Mungu kisahau, kwani hakika yeye ye mtukufu anayajua wanayoyadhihirisha waja wake na wanayoyaficha ikiwa maneno au vitendo. Na tutakuwezesha kupita njia ya kufikilia kwa wepesi mambo yako yote. Basi wakumbushe watu ikiwa kukumbusha kutaleta manufaa, kwani inavyofaa ndiyo kuwanafirisha watanafiika kwa ukumbusho wako, wanaomwogopa pa Mwenyezi Mungu na atajitenga na ukumbusho mpotovu, anayeshikilia kufanya inda na ukafiri, ambaye ataingia kwenye moto mkubwa ulioandaliwa kuwa ndio malipo yake. Tena hatukufa huko motoni akapumzika kwa kifo, wala hawi hai kwa uhai wa kustarehe nao. Hakika amefuzu mwenye kujisafisha na ukafiri na maasi na akalikumbuka jina la muumba wake kwa moyo wake na ulimi wake, na akaswali kwa unyenyekevu kama itakikanavyo. Bali nyinyi hamfanyi hayo yanayopelekea kufanikiwa, lakini katika hima zenu natanguliza maisha duniani kuliko ya ahera, na ahera ni bora kuliko dunia kwa usafi wa neema zake na ni yenye kubaki na kudumu zaidi. Hakika haya yote yaliyotajwa katika sura hii, bila shaka yamethibitishwa katika vitabu vya zamani, vitabu vya Ibrahimu na Musa, kwani haya yamewafikiana na mafunzo ya dini zote na yamesajiliwa katika vitabu vya mbinguni.